Umefungua YouTube kwa mara ya kwanza na umeshindwa kuupload au unajiuliza ni jinsi gani utaweza kuupload video yako? Nipo hapa kukusaidia ma simple. Cha kwanza kabisa, lazima uwe na APK ya ya ya YouTube ambayo ni automatic, ukinua simu unaikuta, isipokuwa tu kama ikihitaji update, utaenda Play Store, shafika Play Store utaandika YouTube YouTube ko, kama ina update itakwambia. For example real example here, uta click imedai update. So na wewe ukiingia, uta update namna hiyo. Ona, utasubiria utasubiria ijiaye. So kwa vile update ni ndogo sana, basi imejaa chaps, ndio Haina shida, kijaribika kitu utasubiri ili to open. So imeshaandika ime open kama hivyo, tutabonyeza open baada ya kubonyeza open, utabonyeza kijumlisha cha hapa chini hiki kijumlisha cha hapa chini utakibonyeza. Hiki hapa katikati utaneni, utakibonyeza. Mbona hoja niende kwenye YouTube channel yangu? Sasa hii maana nina YouTube channel na email kadhaa hapa, so tutaenda kwenye email ambayo nataka kuuploadia. So zingatia pale pale tulipoishia, utakuja hapa kwenye kijumlisha cha chini. Baada kuja hapa, utakibonyeza. Ushaki bonyeza itaonekana hivyo ndio uh, ikionekana hivyo ikionekana hivyo uta utabonyeza hapa si ndio hii ndio video yetu hii ndio video yetu hapa ukibonyeza ukibonyeza next ina maanisha unaiupload katika long video lakini ukibonyeza ukibonyeza hapa chini una edit into short video let me show you Utakriki next then, baada ya kukriki next hapa kwenye pen, peniki hapa utaweka utaweka thumbnail pano, thumbnail yako itaonekana hivi, umeona. So hii sijaedit thumbnail yake, tacha hapa utaweka title, wote tunajua title title ya video yaitu, hapa utaeka description, maelezo kuhusu video yako kama utaamua kuselect audience it is okay, no no doubt. Kama utaamua location yako iwe wazi no doubt, lakini pia playlist. Kama una playlist, unaweza kaiweka kwenye playlist yake, umeona hizi video nyingine zitengeneza ya playlist. Kama ulikuwa unataka ku invite mtu collaboration is okay, uta invite. Twende na kile kilichotuleta sisi, tunataka ku upload so utabonyeza hapo palipoandikwa palipo andikwa upload so kwa vile mimi nataka tutorial tutorial mara nyingi zinakuwa si chini kwa ajili ya miaka 18 so nitaka is not is not available for kids then ita nita click next baada hapo haka video ni kadogo sana kata upload udarasubiri namna hiyo hapo bado naendelea kuupload kama unavyoona asilimia ni 64 so utaendelea kusubiri mpaka itakapokamilika. Baada baada ya kukamilika mia utaisubiri ifanye process ijisaa ishe, yani kitu kama hivyo. Wenyewe wanaifanya uhakiki kama imecontain vitu vibaya. Umeona video yetu hapa, sasa bado sijamaliza edit afu niliweka public. Umeona so teka private. Umeona. theni zoezi letu naku melikamilisha kama hivyo. Nikutakie tu uh, nikutakie utazamaji mwema jina e, langu ni Rajab Seni, usahau kusubscribe kulike, comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki.